Jina naitwa Naomi Davis Matola, ni mkazi wa Kurasini. Niko mbele yenu wananchi, kuzungumza na ninyi, kukanusha taarifa zinazoenea katika mitandao. Kuna taarifa zinazoenea zinafananishwa na mtu ambaye sie, lakini maelezo yanayotolewa ni ya kwangu mimi, Naomi Davis Matola. Nilishaikuwa mwenyekiti wa vijana kata Kurasini lakini pia nishawahi kugombea wenyekiti wa serikali za mitaa 2014. Lakini pia sio muumini wa kanisa la Moravian na wala sijawahi kusali kanisa la Moravian na wala sijawahi kuimba kwaya. Ndugu wananchi, niko mbele yenu kukanusha taarifa, maelezo ambayo yametolewa na picha, vitu vitu tofauti. Maelezo ni kweli, ni mimi Naomi Davis Matola na nishawahi kuwa mwenyekiti wa vijana kata Kurasini na nishawahi kuwa mgombea lakini sio yule dada ambayo nafananishwa naye katika mitandao. Aa, nimeona mitandao na peji nyingi zimeposti taarifa hizi. Kwa hiyo ndugu wananchi, napenda mfahamu ya kuwa mimi naheshimu dini zote, naheshimu watu wote na ndio maana niko mbele yenu kukanusha taarifa hizi. Mimi ni mgonjwa, nimefanywa operation mwezi wa tatu mwaka jana, na operation yangu haikuenda ayiku, vizuri. Maanake nimerudia tena operation mwezi wa 12 mwaka jana. Nina wiki tatu toka nitoke hospitali. Kwa hiyo bado sipo katika hali nzuri ya kusema hata niwe natembea. Kwa kifupi, mimi sitembei niko ndani na uguza mguu wangu. Kwa hiyo ndugu wananchi, nimekuja mbele yenu kukanusha hizi taarifa zinazoenea. Ikipendeza zaidi, naomba vyombo na peji zote ambavyo vimeposti hizi habari ambazo zinaonesha yule Naomi kwenye maandamano na na yule anaelezewa waweze kuzikanusha mara moja, kwa sababu inaniletea usumbufu. Namba aliyoiweka katika ile peji ni ya kwangu. Watu wamekuwa wengi wakipiga simu pasipo kutaka kujua maelezo, kitu ambacho kinasikitisha. Ukiangalia bado hali yangu sio sawa na bado niko chini ya uangalizi wa daktari. Kwao ndugu wananchi, nimekuja mbele yenu kuwaeleza na kukanusha taarifa zinazoenea katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na nyingine, pamoja na peji zote ambazo zinashia hizi taarifa. Mimi ndio Naomi naizungumziwa, lakini sio Naomi yule mnayemuona katika ile picha. Hata wenyewe mkitazama kwa macho mnaona kabisa o sitaki watu wanigombanishe na waumini wa kanisa la Katoliki, lakini pia sitaki watu wanigombanishe na waumini wa kanisa la Morovian. Mimi Naomi Davis Matola ni mnyekisa wa watukuyu na sarikeketii. Asanteni na imani mtakuwa mmenielewa. Kwa hayo machache nayozungumza, na Mungu, na Mungu atawabariki. Tangu eh, hili imetokea kwa namna gani ambavyo imekuathiri na kuna hatua zipi ambazo umezichukua mpaka sasa? Aa, baada ya kupokea taarifa nilipokea taarifa tuseme kwenye tarehe sita, sikuchukulia serious kwa sababu hali yangu hata simu situmii mara kwa mara. Kwao nilipata taarifa na, na watongo wa karibu baadhi, nikapuuzia, sikuwa najua kama itakuwa serious hivyo. Ila baada ya muda jana, nikaona bado page zina share na watu wanazidi kuweka uchambuzi katika ile picha, ndio nikabidi sasa nachukua hatua zinazofuata kisheria. Nimeenda polisi kushtaki Arabini nayo, lakini pia mwanasheria wangu amesafiri nadhani wiki ijayo atakuwepo hapa Tanzania, atakuja kwa ajili ya swala hili. Kwa hiyo nategemea katika hayo maelezo ninayotoa, wale ambao wameposti na wale ambao wameshea katika peji mbalimbali watafuta katika peji zao, heiza itapendeza zaidi wakijitokeza wakanushe hizo taarifa ambazo wameziposti ambazo sio za kweli. Kwa hiyo utaratibu wa kisheria nishachukua, na mwana sheria nishazungumza naye, na ndio maana nimetumia na kwanza hekima na busara kuzungumza ili tuweze kuelewana na imani. Baada ya mazungumzo haya, baadhi ya page waloposti na wanaendelea kushare, na hata wale wananchi wanaonipigia simu, kwa sababu napigiwa simu na watu mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, watanielewa kwa na imani. Baada ya interview hii, baada ya maelezo haya, watu watachukua kile nilichokisema kwamba wafute na wazikanushe hizo taarifa. Wanaokupigia simu wanasema nini? Pengine ni ndugu wa karibu, pengine wanasikitika, ama kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Napigia simu na watu mchanganyiko napigwa simu na familia, napigwa simu na ndugu, napigwa simu na marafiki na napigwa simu watu pia nisio wajua. Wanaonijua wananipa pole na wanasema wanajitahidi kuingia katika mitandao kwenye comment kukanusha, lakini wasionijua pia nimekuwa baadhi nikuwapokea simu na kuwaelekeza, lakini baadhi wamekuwa wanakinielewa lakini, lakini baadhi wamekuwa hawani. Uh, wengine wanataka hata nijielezee uone. Nimepokea simu na vitisho, nimetishiwa kuuliwa, nimetishiwa kutekwa Yaani tuseme simu za tofauti tofauti, tuseme tusemeni nyingi, nyingi ni za vitisho. Yaani katika tutawashumu, katika simu mia themanini ni simu za vitisho. Kwa hiyo imekuwa so salama kwangu mimi imekuwa so salama kwa familia yangu na watu wangu wa karibu wote. Asante sana kwamba hmm, yule mtu ambaye anafananishwa naye sio mimi, ila mimi ni naume ambaye nazungumziwa. Hii ni karatasi ya MOI ambao tarehe inaonekana kabisa hapa ndugu mwandishi ukiangalia vizuri tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano ni siku ambayo niliingia Muhimbili pale na tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi na mbili ni siku ambayo niliweza kutoka pale MOI Muhimbili kwa hiyo bado niko katika uangalizi wa daktari mguu wangu bado hujaendelea vizuri sababu chuma bado ni kipa nichowekewa chuma kipo kuanzia huku mwanzo wa, wa paja mpaka kwenye goti kwa hiyo baada ya taarifa hizo kwa uthibitisho huu lakini pia nimeenda polisi nimechukua polisi nimechukua arabii, maana yake simu zimekuwa nyingi za vitisho kwa kiusalama. Na mimi nikiwa ni mtu ambao wa maadili na nafuata utaratibu wa sheria, nimeenda polisi kuchukua arabii, kama unavyoona ndugu mwandishi, katika kituo cha Kiwarodi pale, kwa ajili ya usalama wangu.